Halo wana wa Afrika, chonda chonda, buntu bantu, Afrika ni watu, sio manyani, na hii ni sauti ya ukombozi wa fikra duniani. Ukombozi wa fikra kwa, usi, kwa watu wausi, sio kwa watu wengine. Hiyo naotaka kuwa mwanachama watu wausi, basi anaweza kufuata njia hizi, njia yabazo, njia ambazo hazina mawa, njia zilizokuwa njema elekea kwenda kufufua elimu ambayo ilifichwa, ndugu wana wa Afrika. Hii leo hii ni lost book of Enki. Sijaanzia juu, sijaanzia kati, hii anakwenda kuanza. Wanasema alalu kamanda, alalu kamanda waeuhen wanasema hey, sauti ya Alalu kamanda wa Eridu na sauti hiyo akiwa akimshauri, sauti yake ikasikika na Anju na amri aliyopewa are, are tested. Sauti ya, ya Inki katika baraza ni Biru ikaongelewa, Alalu akasema He with your chariot return. Bila kikoteo rudi, ni bila ushall be doomed, ni bila utangamia. abaga dozo uno piloting uno parochin, huyo anayejua kuendesha. board to the leader step forward, akiwa safi na mnyenyekevu, amelekea katika kwa viongozi wake akapiga hatua. shall be the pilot, anasema nitakuwa pilot the danger I shall revolt face, he was saying. Kwa hakika na hatari nitapambana nita, nita nayo a yeah. That was the decision made. Ilo huo ni uamuzi uliochukuliwa. Abu Ghali shall be the pilot. Abu Ghali atakuwa ndiongoza ndege anzu ni si shall be staying. Anzu, yeye atabaki duniani the star guys are the disdain of the celestial god completely and they have opportunity the day we are acting katika nyota zikawa zinaangaza the destiny of the celestial god majaliwa ya miungu completely on opportunity today they were selecting opportune day katika nafasi siku hiyo watu wakachaguliwa into alal chariot, basket full of gold, we are carried here into alal chariot, katika kijiji katika usafiri wa alal, basket full of gold, kipeleo cha miungu kikaandaliwa. The fourth of the chariot abgal entered, katika sehemu ya nne ya kikokoteo Abgali akapanda kiti cha kamanda ia katika kikokoteo cha Inki, rim year, tablet of destiny, na na Inki akampa inayafikiri it hii itakuonyesha njia ipi ya kupita By the

Hii ni tablet ya nne, wanasema. Nibiru ya nehea even the small god deliver. Wanibiru watu wanibiru wakafurahi baada ya kiasi kidogo cha dhahabu kuwasili. Test of god of god use as atmosphere shield succeed. Majaribio ya kuzidi kuziba anga kwa dhahabu likafanikiwa. Additional hero and new equipment are sent to earth. Vifaa vipya na mashujaa wengine wakatumwa katika dunia. God extraction from the water continue to disappoint. Utafuta utafutaji wa dhahabu katika katika maji ukazidi kuwa mgumu. Ea or Inki discover gold resources that need deep mining in Abzu. Inki akagundua dhahabu huko Abzu, lakini ikiwa imejificha sana katika eneo la Abzu. Enlil then Anu come to Earth for creation decision. Sasa Enlil anakuja duniani baada ya, ya, Anu baada ya na Anu watakuja duniani for crucial decision kwa kwa, kwa, kwa, kwa yaani utatuzi wa tatizo hili at the half brother kwa le ndugu wawili wakazozana. Lot decided the task. Wote wakawa wanafikiria kuhusu hiyo kazi. Ia au inki Ia, the name inki is master god of the abzu. Yeye akaelekea huko abzu. Huyu Ia ndio Inki. Jina lake la kidunia anaitwa East Master, yeye ni mkuu wa ulimwengu. Go to the Abzu, akaelekea Abzu. Elri stay to develop permanent facility in Edinn, Elri akaendelea kubaki Edinn as he prepare to leave. iatakaliba Alalu wakati Azu anataka, wakati Anu anajiandaa kuondoka, akashambuliwa na Alalu. The seven who judge sentenced Alalu to exile on Rahamu. Rahamu ndio Mars Anu daughter Nimma medical officers sent to Earth. Dada wa madawa anaitwa Nimma akatumwa katika dunia kutoka Nibiru. Stopping of utal Rahamu Mars. Wakasimama Rahamu, she find Alalu dead. Na hapo kagundua kwamba Alalu amekufa. Loku covered to simbo, jiwe likatengenezwa kuweka uso wa Alalu kama kumbukumbu atombu sura ya Alalu ikawekwa kwenye kaburi lake. Rahamu Anzi given command of way station in Rahamu. Anzi wakapewa kamanda ya kuongoza vikosi katika kituo cha station ya Rahamu ambayo ndio ni um, ni Madisi. The fourth tablet. Hii ni tablet ya nne. Nibiru sauti yake ikawa inasikika. On Nibiru they were much expecting. Katika Nibiru matarajio mengi alikuwa anategemewa with the confidence was Abgar the chariot guarding, katika na kwa kujiamini Abgar akaendesha spaceship around kingu, akazunguka kingu the moon. He made a security, akaweka mzunguko by innate power spirit again akapata nguvu ya kuongezeka katika spaceship zake 1000 ligi katika vipimo vya tofauti zaidi ya mia moja 10000 ligi njia zaidi ya mia moja. Laham ikawa inakaribiwa. By the power direction toward Nibiru, kupitia njia ndani ya mwelekeo kuelekea Nibiru akaongoza

Katika ikiwa katika hamlet bracelet, yeye spaceship ikawasha taa, ambayo ni biru ameiona. homeward homeward was the direction, akapewa sauti, nyumbani unaelekea, nyumbani unaelekea na akapata uelekeo ahead in the darkness, in the red sea huwa glow ni biru katika katika kiza kichokuwa kikubwa, ni biru ikawa imezibwa, sight to be hold it was. Eneo likawa la kuisubiria by the beam signal, the chariot is now directed kutokana na mwangaza wa, mwangaza wa taa kikokotewa ki, ki au tunasema spaceship ikawa inaelekea, ikaongozwa the thrice around. Ni bilt made security but not, not force to be slod, ikisitumia nguvu sana, ikafanywa iwe taratibu Ninya the planet, the beach is the atmosphere of God. Of God, anaelekea Nibiru. Ameshaonyesha njia ya kwenda kwenye mwelekeo. Na huu, na hii ni Lost Book of Ink. Wanasema pathing through atmosphere thickness. Kupita katika, katika anga jipesi. A glow where the chariot. Ikafanya ki, ile spaceship iwepite kwa shida, it is bit overbearing kama vile inataka kuanguka. itr abgari spidi chariot arresting, akafanya ile, ile, ile charioti au spaceship, akaipunguza mwendo, akaifanya iende taratibu ili kuelekea katika Nibiru. Anasema beyond the lay pressure of the chariot citing most in victim. The abgari chariot to bring down to press by the beam was selected. Nakwambia kupitia nyuma ya njia ambazo chariot inapita, Saiti most in vetting, Vitu vingi vika tengenezwa. Na hii ni lost book of inki, Ubuntu, Bantu, wana wa Afrika. Nasema hotepu